Twende action. Choo mwanamke. Wamempenda hapo amekaa naye yeye amemjia kicheni na kumwambia kocho kocho. Kumbe mwanzo tunaona hali ya rada. Eh. Mimi nikaongea naye kabla taja zamia. Yaani ile kile nakaza kutumika bure tu. Una faida gani wewe? Hey. Mimi acha simu, eh? Yeah. Ya yeah, nani? Wewe unajibu nini mwili wako?

<coughs> Ina Mashavu kibovu. Kumbe ndio maana ulikuwa unatusisitiza tulale, ulikuwa una mambo yako. Ah, mashavu. Ile kunyoshia mikono hiyo. Huyu mtoto huyu. Huyu ataniua huyu. Hivi ukisema kufa utalia kwa ni wewe. Eh? Mama mtoto, Ujeuri ujeuri moto. Hey, kwa hiyo naleta mimi jeuri, si ndio? Sasa wewe ujeuri wake watakufanya kwenye shuka. Mimi mama. Usiniletee mpumbavu wewe. Hapo nitakuua mimi wewe. Wewe tulia, acha. Acha tulia, nitakuvunja mimi wewe. Naleta ujinga mimi yani wewe unishinde mimi, unishinde mimi wewe. Kama nilikaa na wewe tumboni, nikaa na wewe chakula kimoja na chakula mimi naona kule atashinda hapa sasa hizi. Umeshatoka mpumbavu. Sasa nakwambia hapa tunalala sasa hizi. Tunalala.